Vita kubwa kwa wababe wawili ndani ya kikosi cha Yanga na Simba kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Dabi ambao unatarajiwa kuchezwa Juni 15, 2025 inasubiriwa kwa shauku, ikiwa itatokea ama itabuma mazima kama ambavyo Yanga wamebainisha kwamba hawapo tayari kwa mchezo huo ni Juni 15, kwa mujibu wa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara, mchezo huo ambao uliyeyuka Machi 8 2025 unatarajiwa na kuchezwa, ambapo Yanga msimamo wao ni kwamba hawapo tayari kwa mchezo huo mpaka matakwa yao manne yatimizwe, na yakishatimizwa ni kwamba hawapo tayari kucheza kwa Juni 15 tano mpaka tarehe nyingine, ipo hivyo. Incredible, kuna miamba wawili ambao hawa ni makipa, mmoja wa Yanga Sport Club ambayo ni Dijigui Diara na mwingine ni Musa Kamara, huyu wa Simba. Hawa wana vita yao, ambayo mzunguko wa kwanza Dijigui Diara alishinda kwa sababu alitoka na clean sheet baada ya dakika 90 bao uliposoma Simba sifuri mmoja Yanga Sport Club. Kwa sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara, kinara kwenye upande wa clean sheet ni Musa Kamara wa Simba, ambaye amekusanya jumla ya clean sheet kumi na saba, na anayemfuatia ni Dijigui Diara wa Yanga, ambaye huyu ana clean sheet kumi na tano ambazo amezikusanya kibindoni. Ni vita kali kwa wababe hawa, kwa sababu kila timu imebakiliza mechi tatu kukamilisha mzunguko wa pili 2024 2025 tusubiri na tuone, kwa sababu Simba wao wanaendelea na mazoezi kuelekea mchezo huo na wamebainisha kwamba mchezo huo upo pale pale, huku Yanga wao wakibainisha kwamba hatuchezi. Sauti ya Lunyamadi Zomliuka, a boy from Jombe, place to be.